Abel, eh, Kilumbu yuko hapa vilevile, mtaalamu mzee wa lenzi tunaye ah. E, ndugu yangu, kwema? kuna methali moja kama si msemo wanasema aisifiae mvua. Ah. mvua <laughs> Yaani ulivyosema hivyo kuna watu chozi na walenga lenga, eh, yaani isifiae mvua. <laughs> Ukisikia huo msemo. Ukisikia huo msemo ujue tayari kumekucha, sio malaika wa zamu leo wanafanya wajibu wake vyema ah, ameifungua anagawa wastani kwa idadi. Kuna jamaa ameniandikia message hapa anambia kaka lupokela eh <laughs> <laughs> hey. ah, huku imefunguliwa. eh, ni nchi nzima hiyo. karibu sana kwenye lenzi. Eh, Bwana asante, leo nimempokea rafiki yangu mmoja alisafiri usiku mm -hmm. hey, amekuja mjini hapa hey, kwa usafiri wa usiku najua hey. service ni saa ishirini na nne lakini alisafiri na zile gari binafsi zile lakini mm. E, private za kulipia yeah. E, mtu anaenda safari yake sehemu anachukua abiria, tuongozane jamani, changeni changeni kidogo hapo eh. Ah, kasafiri sasa anafika, tuaambea ndugu yangu, maana mmempokea fajiri sana, yani amefika kama saa tisa hivi saa kumi kasoro, mapema sana, mapema sana. Yeah. Sana. Mm -hmm. Bwana vipi, mbona mapema Kulikoni? Ambe bwana, tuko mm. safarini bwana. Dereva alipokea simu, lakini mm -hmm. kwa bahati mbaya simu aliyopokea dereva mm -hmm. haikuwa simu nzuri sana wakati anaendesha gari eh, yani? ah, lake kumbuka, ah okay. lake nyenye mmechangia tu mafuta kidogo, bwana, unaelekea, changieni kidogo, bwana, da, a, a tendeni, kidogo. Bah, eh? kapokea simu. Simu simu nasemaje, simu ya kuachika. Shewa wangu, acha bana, oh, habari imeexpire, mimi na wewe basi. Wakati wakati anaendesha gari, dereva akaanza kuongeza kanyaga mafuta pale, kanyaga mafuta ananiambia hivi eh, huko huko anaongea na simu <laughs> yani huko anaongea na simu <laughs> ia, abiria wote waungane pale mm, kwanza kumsaidia dereva bwana, hebu kama kumbembelezea penzi Mwajuma, msamehe. Na abiria wamtetea dereva. Inabidi waombe msamaha, waombe msamaha yaani, nakwambia gari zima, Mwajuma hataki kusikia, mara Mwajuma <laughs> akakata simu, nakwambia njia nzima. hmm. hmm. Njia ilisaidia kwa sababu njia nzima, mm -hmm. Hawakulala muda wote oh. Alikuwa macho kwa macho na dereva mm -hmm. Eh, na pia vindo sababu lifanya afike mapema. Okay. <laughs> <laughs> Mm. Sawa, najua uwezekano kutoka mm. mm -hmm. kwa mnyama e, kuja kwa, kwa binadamu unaweza ukadhibitika kirahisi. Shida akisha fika kwa binadamu ni rahisi zaidi kutoka kwa binadamu mmoja kwenda kwa binadamu mwingine, hususan kwenye ile masuala ya kujamiana, yani socialize. Ndio, eh, hapo kwa kujamiana ni socialize Kiingereza. Watu sasa, yani kitendo cha wewe kutumia neno kuwa na mwingiliano wa mazungumzo vitu kama hivyo.